Sasa mtazamaji, tusalia hapo hapo katika siasa ambako hii leo mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM Dr. John Pombe Magufuli ameahidi kuinua sekta ya uvuvi nchini ili iweze kuchangia pato la taifa. Dr. Magufuli ametoa kauli hiyo katika mkutano wa hadhara uliofanyika kwenye uwanja wa Umilo mkoani Geita wakati akiomba kura kwa wananchi wa mkoa huo ikiwa ni mwendelezo wa kampeni za kunadi sera na ilani ya CCM ya mwaka 2015-2020. Huyo hapa mwanahabari wetu akiwa na mengi zaidi. Kwenye sekta ya uvuvi pamekuwa na maushuru ya ajabu ajabu. Ninyi ni wavuvi mnafahamu Mgombea wa rais Dr John Pombe Magufuli anaahidi kukuza uchumi wa nchi kupitia sekta ya uvuvi katika ziwa Victoria. Kwa hiyo mapato yako unayoyapata wewe mvuvi yanakuwa madogo, na ndiyo maana na ndiyo maana ndugu zangu, na ndiyo maana ndugu zangu wa Nkome, tunataka tuimarishe sekta ya uvuvi. Akiendelea kuna disera kwa Nankome, Dr Magufuli ameweka wazi jinsi sekta ya uvuvi inavyotoa ajira kwa Watanzania na kushindwa kuwanufaisha kwa kodi ndogo ndogo zisizo na maana kwa jamii kubwa ya wavuvi. Sekta ya uvuvi inaajiri Watanzania karibu milioni sita katika ukanda wa ziwa, pamekuwa na maushuru ya ajabu ajabu. Licha ya kuwapa Tanzania matumaini katika kukuza sekta ya uchumi, lakini amewatahadharisha wanaotumia uvuvi haramu wale wavuvi wachache wenye tamaa ya utajiri wa haraka haraka ambao huwa wanamwaga thiodani wakati wa kuvua, waache, ninawaomba waache. Suala la maboresho ya wafanyakazi wa umma likamgusa mgombea huyu, sambamba na kuachana na imani za kishirikina kwa watu wenye ulemavu wa ngozi, albino. Tusiwaue maaribino, tuwalinde. Huwezi ukapata utajiri kwa kuchukua mwili au kipande cha mlemavu ambaye ni albino. Mgombea ubunge wa jimbo la Geita vijijini Joseph Msukuma amwataka wakazi wa Nkome kumuunga mkono Dr. John Pombe Magufuli sambamba na kumwomba kumaliza ujenzi wa barabara inayounganisha wakazi wa Nkome na Sengerema. Umezungumza mazuri yote, barabara ya rami ya kwenda Geita. Na mimi hapa kwenye jimbo langu ndio senta kubwa. Wenge keke tono lokara minoroka kilomita kamondo he mjini ai Kuruane. Naomba uangalie angalia hata ka kilomita 1 2 3 angalau na mimi Nkome ndo senta kubwa. Kukamilika kwa mkutano huu mkoa ni Geita kuna mfanya Dr. John Pombe Magufuli kuifikia mikoa 31 na moja na wilaya 155 za Tanzania kwa sasa kuna disera na ilani ya CCM kwa wananchi. Juma Kassim, Star TV, Mwanza.